Wengine wanakwenda Ruhimbalilo wa upande huu wengine wa upande huu, walikuwa wanakwenda zahanati pale na Ikesi, lakini tuliamua tusogeze kwa kushirikiana huduma hii ya afya na rais wetu Samia, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, yeye pia ameshabikia sana suala la huduma bora kwa wananchi. Kwa hiyo ukienda ukiomba ukijenga hoja yako kuhusu afya, hakai nyuma kuwasaidia au kutusaidia kuleta huduma hizo. Kwa hiyo tuna zahanati kadhaa tumezijenga, zingine zimekamilika, zinapata huduma kama alivyosema e, mganga mkuu wa wilaya pale Mhangazi. Zilifunguliwa wiki tatu za nyuma na mkuu wetu wa wilaya, lakini pale Naikesi pia tumejenga jengo jipya, tuliboresha jengo la mama na mtoto, tumejenga jengo jipya, huduma inapatikana. Tunajenga na Ngero pale, zahanati bado haijakamilika lakini tutaikamilisha. Lakini tumejenga pia, tumeboresha zahanati pale Mtonya lakini pia tunajenga kituo cha afya kata ya Likuyu ambayo hiyo inajengwa kwa ushirikiano wa wenzetu, shirika la Mantra lile linaojenga linaochimba yurani kule, kwa huduma zile za kuhudumia wa jamii, wenyewe wanajenga kituo cha afya pale kata ya Likuyu, lakini tuli...